Okay, habari, kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku nyingine tena, naendelea kumshukuru Mungu. Leo nimeona nikuletea somo nzuri kujifunza kwa pamoja. Hapa mbele yetu kuna fridge, fridge yetu hii brand yake ni Hisense. Kama jinsi ninavyoonekana, ni fridge ya milango minne. Kifungua mlango wa kwanza huu, kipress nafunguka, na kipress hapo anafunguka. Upande wa juu ni wa fridge, upande wa chini ni freezer. Umeona, kwa upande wa chini hii ndo freezer ambayo inakuwa mi, ni milango milango miwili chini, miwili juu, miwili umeona. Kwa jumla ina milango mingapi? Ni milango e, minne, kwa kama jinsi inavyoonekana fridge yetu. Lengo kubwa la kukuletea fridge hii ni kwa ajili ya kuweza kujua namna gani kuweza kutumia kwa ajili ya kuweza ku set temperature kwenye friji yako ili iweze kuwa freezer. Kuna temperature ambayo unatakiwa uruhusu ili iweze upande huu utumike kama freezer, na kuna temperature natakiwa uweze ku set ili upande huu hapa e, uweze kutumika kuwa kama friji. Umeona paka hapo. Sasa unawezaje na ni sehemu gani ambapo unaweza ku set kwa ajili ya kuweza ku E, kuseti hivyo ili uweze kufijia uweze kutumia katika mazingira ya friji na freezer? Ndo hapa twende kwa pamoja. Hiyo hapo juu ina taa moja kwenye upande wa friji, na huko chini pia inakuaga na taa. Kwa hapo tafunga na depress na hiyo unafunga na depress. Lengo ni kuonesha jinsi gani unaweza ku set temperature. Na una set vipi? Ndio kuna taa hapo, taa hapo ni mlango mmoja na taa mlango wa pili kwenye upande wa freezer, unajikuta unashika E, chakula chako hivi unaona kama ubaridi ni mdogo, na wakati chakula kimekaa ndani ya muda mrefu. Kishika hivi unaona kama ubaridi hautoshi, na wakati vyakula vimekaa kwa muda mrefu, lakini ubaridi ni mdogo, basi wewe unachotakiwa ni kuseti nini? e, kuseti temperature. Temperature inapokuwa ndogo, maana yake baridi inakuwa kubwa. Temperature e, ikiwa kubwa, baridi inakuwa ndogo. Sasa tunaseti vipi? Ndo ukiangalia hapa friji kwenye upande wako wa kulia huku kuna display. Kama jinsi inavyoonekana display yako ni hapo baada ya kufungua friji. Kwa hiyo hii display ndo sehemu ambapo unaweza ukaseti temperature yako. Kama jinsi inavyoonekana, unaona hii button hii hapa ni button ya ku ya kurudisha nyuma. Hii ni button ya kupeleka mbele au wakati mwingine unaweza kusema hii ni button ya, ku, ya kupunguza hii ni ya kuongeza. Umeona mpaka hapo? Ukipress hii button umeona, maana yake inakuonyesha kule juu inakuwa inahama, imekuleta chini, umeona inahama. Inahama. Umeona? Inahama. Umeona? Ukiseti hapa umeona hiyo? Umeona? Umeona? Mona, mona, sasa ukiangalia hapa jinsi inavyoonekana, nikupeleke kama jinsi inavyoonekana, mbona kuweke vizuri hiyo. Inayo, inayo, inayo, hii inaonyesha alama ya friji, inaonyesha partition nne. Hizo partition za chini hapa, nataka uione vizuri hii, hii.